viti wa mitaa nane ya kata ya Pasiansi wameomba kusaidiana na mabalozi kutengeneza kamati za ulinzi shirikishi ili kuimarisha ulinzi wa kila mtaa na kuchochea amani ya taifa. Wito huo umetolewa na Diwani wa kata ya Pasiansi, Regina Lubala, katika kikao chake cha kwanza na makundi mbalimbali mbali kwa ajili ya kutoa mwelekeo wa miaka mitano ya uongozi wake katika kata hiyo kwamba kila mmoja atazame kwa umakini ni namna gani kunakuwa na ulinzi na usalama katika mtaa wake au katika eneo lake analoongoza. Regina amewasisitiza mabalozi kuhakikisha kuwa wanatambua wananchi wa mtaa au eneo lao pamoja na wageni wanaoingia, watambue watu wanaoingia na kutoka katika mitaa yetu. Zamani sana sisi wakati tunakuwa ilikuwa mgeni anapoingia ni lazima akaripoti kwa balozi, lakini siku hizi imekuwa ni holela tu, mgeni anaingia anakaa anapotaka anaondoka. Na mbaya zaidi, unakuta mtu mwingine anayehamia anahamia mtaani, lakini hajulikani na balozi hajulikani na mwenyekiti, lakini amehamia kwenye mtaa na anaishi tu bila shida, kwa sababu tunafahamu sisi wa Tanzania hatuna matatizo. Unaona, anaishi tu kwenye mtaa kwa amani yake alafu hatujui kule alikotoka kulikuwa na kitu gani ambacho kinaendelea. Awali akiwasilisha utekelezaji wa shughuli za maendeleo zilizofanyika kipindi ambacho kata hiyo haikuwa na diwani, mtendaji wa kata ya Pasiansi, maarufu Mohammed, ameeleza kuwa wanaendelea kuhamasisha amani ndani ya kata hiyo. Ulinzi na usalama katika kata kwa ujumla ni nzuri kiasi, maana hakuna matukio ya uhalifu. Juhudi za kuendelea kuhamasisha uwepo wa amani ndani ya mtaa yote na ikiwa ni pamoja na kuendelea kuwa na vikundi vya ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na polisi kata wake. Kaimu mkuu wa shule ya sekondari ya wavulana Bwiru, Mhela Ngasa, ameomba wadau kuwasaidia kujenga uzio katika shule hiyo ili kuimarisha ulinzi na usalama kwa wanafunzi. Na ni shule ya wavulana. Kwa kweli tunapata changamoto sana kuwalea wale watoto, hususan nyakati za usiku. Zingatia kwamba ile shule haina uzio wala haina sehemu ambayo watoto unaweza uka, ukawazuia uka, uka wasipate hizi movement za kutoroka. Kupata wadau angalau wakatusaidia tupate hata fence basi, hiyo shule ni shule kongwe.